Nayo habari ambayo inaweza ikawa ni habari njema kwako. Tunasema mwanamke yeyote, kama unatafuta ujauzito kwa muda mrefu na umepima vipimo vyote vinaonyesha wewe hauna changamoto yoyote, leo hii nina ujumbe mzuri ambao unaweza ukakusaidia kwenye safari hii ya wewe kupata ujauzito. Unasema hivi, unapoliendea tendo la ndoa kwa ajili ya kupata ujauzito, inawezekana usije kupata kabisa ujauzito. Ili ambacho inahitajika ni kwamba hivi yapaswa, u relax relax. Mwanamke usiwe na shauku, usiwe na mawazo yoyote, usiwe na jambo lolote ambalo jambo hilo litakupelekea wewe kwanza ujauzito kila saa. Hivo, sawa mwanamke, kwa kufanya hivyo utafanya hata kuvuruga homoni zako. Sawa, inawezekana mwanzo ulipima homoni zikawa sawa itayapelekea hadi wewe kupata kile kitu tunaita mimba za bibi yaani unapata mimba ambayo ni mimba iko kichwani ila haipo wapi? Tumboni. Kwa hiyo mimi, ninachoweza kukusii kuanzia leo, wewe tulia, relax. Aliakuwa tayari vipimo vyote vinaonyesha una changamoto, mmeo wamepima anaonesha ana changamoto yote ya kiafya. Kwa hiyo nachoweza kukuambia ni kwamba relax, tulia, na siku itafika nawe utabeba mimba pasipo hata kutarajia ni hayo tu.